Siyo rahisi lakini inawezekana. Angalia ishara hizi tatu kabla hujaamua kuacha ajira yako na kuanza kuwa bosi wa maisha yako mwenyewe. Namba moja, kama umepata ujuzi wa kuweza kuifanya hiyo huduma unayoitoa ama kazi unayoifanya kwa uweledi, hii ni ishara ya kukwambia the time is over. Ukishajua vizuri namna gani ya kuweza kufanya hiyo huduma, what are you waiting there? i kama jinsi ambavyo unaweza then uanze kutoa hiyo huduma kwa wateja wengine kama hapo unalipa laki tano kwa mwezi mzima kufanya hiyo huduma umeshaiweza, huku ukija utapokea milioni tano. Then hiyo laki tano ndo utaanza kuwalipa watu wengine. mbili, mazingira kutokuwa rafiki tena kwako ofisini ama sehemu yako ya kazi. It's very, very clear. Yani, ukishaanza kuona mazingira yale ambayo ulikuwa unaona ni saiko yako ya kila siku inakufit, ina kufit, unaanza kuonasa haikufit tena, mazingira ni kwamba umeshakuwa mkubwa kuliko hiyo saiko ambayo unaizunguka, ya nafsi yako inakupa alert kwamba this is the time. Ni vile wewe tu ku receive kwamba okay, this is a sign kwamba natakiwa nianze kufanya mambo yangu mwenyewe binafsi, unachelewa tu kujua. Ukiona mazingira yako sio rafiki tena, kwa hiyo ukawa fanya kazi wenzako kwa bosi, unajaribu kuimplement hawataki, kutoka. Hey, hey, shtuka that's the right time. Amka, ni muda wa kuacha hiyo ajira, kuacha hiyo kazi na kuja kuifanya, kufungua kampuni yako binafsi na kuanza kufanya huduma hiyo mwenyewe. Tatu, clarity of your vision. vision yako kuwa more. Clear. Yani unajua kabisa vision yangu ni hii, kutoa huduma hii, kusolve tatizo hili na kumsovia mtu fulani kwenye jamii. Kama umeiona iko very clear, trust me, inaweza kuwa kabisa. Kama wewe ni mtu wa namna hii, comment neno usajili hapo chini. Ama nipigie simu naonekana hapa. Na mimi nitakufikia popote ulipo, DM kwako na kuweza kukusaidia kusajili kampuni yako na kukufundisha namna gani ya kufanya transition kutoka kwenye ajira yako kwenda kwenye kampuni yako ama biashara yako. Na wewe kuwa bosi wa maisha yako mwenyewe.